Anakwenda kufuzu kesho robo finali lakini Simba tutabaki naye hapa hapa nyumbani. Tunafahamu kwamba mapacha ya Kariako hawa kesho watacheza mechi ya klabu bingwa barani Afrika ikiwa ni mchezo wa wa tano kwenye hatua ya makundi. Na tukitazama namna ambavyo makundi yamekaa, mtazame Afrika sare inaweza kuwa na faida kwake kule Morocco as long as atakuja kupata matokeo ya goli mbili zaidi dhidi ya JS Kabylie hapa nyumbani, na najua ni kitu ambacho kinawezekana kwa Yanga. Lakini mtazame Simba, anakwenda kucheza mchezo ule. Kwanza ana pressure, lakini ana alama moja tu kwenye group lake. Lakini ukiachana na matokeo nje ya uwanja, pia kuna mambo ambayo yanaifanya Simba inakuwa kwenye hali mbaya. Tunaweza kusema kwa sasa Simba ipo kwenye atmosphere mbaya. Utakuja kwenye nje ya uwanja ni kwa mashabiki, lakini pia utakuja kwenye uongozi wao, mambo ambayo yanaendelea sio mazuri wala sio mambo ambayo yana afya kwa Simba. A, tukitazama pia kikosi cha Simba i, kipo na kocha mgeni, lakini pia wachezaji wengi wa kikosi ni wageni, kwa maana kwamba kocha hajapata muda, kwa hiyo anaendelea kutengeneza kikosi tofauti na Young Africans. Tukimtazama kocha Pedro, tayari ana mechi kadhaa na wachezaji wa Yanga, lakini pia maboresho ya kikosi cha Yanga sio makubwa kama kikosi cha Simba, na baadhi ya nyota ambao wamesajiliwa Yanga tunaweza tukasema kwa asilimia kubwa wameshaanza kuonyesha impact mapema. kimtazama mchezaji kama Okelo lakini tukimtazama mchezaji kama Dep ni wachezaji ambao wameshaweza kuonyesha impact mapema kwenye kikosi cha Yanga. Kwa hiyo hakuna ule ugumu kiasi hicho, lakini Yanga hana presha kubwa kama Simba anavyokwenda kucheza.